Kwa majina anaitwa Vova Koim, mkazi wa Shanzu na nafanya kazi ya bodaboda hapa steji yetu hii. Lakini hali ya pasaka kufikia sasa tunaona mambo si mazuri kabisa. E, vitu vimepanda kugumu kiuchumi, tunapunguziwa mafuta shilingi mbili ambayo tuoni kama faida kupasaka so, mwaka jana ilikuwa na afadhali kiasi, kulikuwa na flow ya pesa, lakini mwaka huu sijui nini kimefanya mpaka vitu vimekuwa vigumu hivyo. Lakini tunalia sana serikali, maana hali imezidi kuwa ngumu. Sisi kama mahasla yenye walisema ni mahasla, lakini tunaona imetufinyilia sisi sana so, tungependa serikali watupiganie kama vijana maana hali inazidi kuwa ngumu. Hatutaki kushika vipanga, tunataka tujiajiri. So afanye mambo yawe na urahisi kiasi ambacho sisi vijana tutajitegemea, maana tumeanza kujitegemea, lakini ni kama wametusahau, ni kama wametusahau eh. Hey, sana sana kama sisi wanabodaboda tunalilia mafuta kwenda kwenda chini, na sisi si kwa shilingi mbili Wap, wapunguze hata kama ni shilingi ishirini 50 eh, shilingi ishirini 50, nasi pia tutaenjoi tuta maisha kama wale wengine, maana bila hivyo mambo yatazidi kuwa magumu zaidi na tujui tunakuelekea tuna tunaelekea wapi zaidi. So ni hayo machache na nashukuru pia kama wanabodaboda wenzangu, yani nashukuru. Kwa majina naitwa David na jina la kazi naitwa Kanza la maji moto, tukiwa hapa Shanzu stage mahali ambapo tunaochapia kasi yetu kila siku. E, la kwanza nasema kwamba tuko pilikapilika za sikukuu ya, pas, ya Pasaka lakini nikijaribu kuona naona hii sikukuu iko tofauti na sikukuu zingine kwa sababu naona kwamba hii sikukuu haijakuwa eh, na pilikapilika -pilika kama hizo sikukuu zingine kwa sababu ya hii maisha kuwa ghali naona vitu vimekuwa gali hata wateja wale ambao tunapelekapeleka huku na huku katika sherehe naona ya kwamba wako. Kwa hivyo ombi langu kwa serikali kuu ambao tulioichangua serikali ya rais ambao tunayemheshimu William Ruto, ninaomba hii serikali tuangalie sana sana sisi watu wa mabodaboda. Na nakumbuka hata rais wetu alikuja hapa kwa uwanja wetu hapa Catholic akatuahidi ya kwamba atatutengenezea mambo na tutakuwa sawa kwa hivyo Rais uzitusahau, tuko hapa mashinani. Tukiwa siku ya leo tunakualika kama jinsi ulivyokuja hapa ukatuahidi mazuri, ile mazuri ambayo uliotuahidi tunahomba tuna tafadhali ukuje hiyo mazuri utupatie nazi, tutafurahia. Kwa hivyo hii sikukuu iko tofauti sana, watu hawana fedha. Kwa hivyo tuangalie na utuchukishie hizi bidhaa ambazo zinatupeleka kama mafuta iko juu, kama vyakula vimekuwa iko juu, utuangalie pia ndivyo. Next time unaposimama Rais tutakuahidi tutakupigia kura kama jinsi tulivyokupigia. Kwa hivyo tunaomba tafadhali, Rais tuangalie kama jinsi ulivyotuahidi na pia tusiti kuombeana, na Mungu awabariki nyote, asanteni. Kwa mika kama Francis Ngala, mimi ndio general chairman wa boda boda, ambapo eh, tukiwa leo ndo tunalalia siku ya Pasaka, tunaona imekuwa hali ambayo si ya kawaida, ambapo ingekuwa saa hii ni beba beba tukipeleka Chonyi, tukipeleka sehemu tofauti tofauti, lakini hali imekuwa ndivyo sivyo. Kwa hivyo ah, e, maisha naona imekuwa gali, imekuwa ya gharama ya juu, ambayo sio ya kawaida. Kwa hivyo tungeomba maisha hii ile ya, ya kitambo iwe kazi itakuwa itarudi kama vile tulivyokuwa tukibeba kama kawaida. Pia tukirudi katika sehemu yetu ya mambo ya usalama, tungeomba e, tuwe macho tuwe jaadhari na sehemu zetu ambayo within Kisauni kwa sababu watu wasijivinjari zaidi wakasahau mambo ya usalama pia. Kwa sababu ya barabarani, naona barabara yetu inajengwa na pia sisi kama mabodaboda tuchukue tahadhari na tuchukue tahadhari, kwa sababu saa hii ni wakati ambao pitepite, kutakuwa kuna walevi ambao wanapita pita, ili wasije wakatukuangura. Pia tukija katika mafuta, tunaona mafuta juzi imepunguzwa na shilingi mbili Bodaboda pawa wow! simumeona kweli imepunguzwa shilingi mbili, lakini shilingi mbili bado, bado bado bado tunataka irudi ile mia na ishirini mia na mia. Kwa hivyo hiyo ndo tungeomba, na kama bodaboda wa Mombasa tunasema kuwa mafuta ishuke, ama vepe shuke. Yeah. mafuta ishuke sishuke, yeah. E, ndo kazi itakuwa, pesa itakuwa mfukoni. Kwa hivyo mimi sina mengi, ni kutakia kila bodaboda na wananchi wote wa Kenya kila laheri, pasaka njema. Majina yangu naitwa Jeni Mong'are, mimi ni mkazi wa hapa Shanzu. Maisha sasa hii yanaendelea kuwa magumu kila kukicha. Pasaka iliyopita ilikuwa afadhali, lakini hii inakaa haina haina shamra shamra, sioni wateja wakipita wakinunua, naona maisha yanaendelea kuwa magumu. Labda ushia wako kwa serikali ni nini? Ushia wangu kwa serikali, naomba wale viongozi wenye wamekaa kule juu wasaidie at least uchumi urudi kwa mwananchi, kila mwananchi apate ya haki yake, kwa maana maisha yanaendelea kila kukicha yanaendelea kuwa magumu. Na kwa hiyo kama mama mboga nini, ambapo kwamba umeathirika vipi kwa uchumi wa sasa au uchumi wa leo? Ah, uchumi wa leo sasa, biashara saa hii haiendi kama kitambo. Tunaleta mboga inaharibika, wateja wako eh, wateja wako kwa kununua vitu vinakaa vinaharibika, watu hawana miera. Tunaenda kila kukicha sokoni, tukileta vitu vinaharibika. Sasa tunaendelea maisha yetu yanaendelea kurudi chini. Sasa rais wetu tulimchagua tukijua, alisema atasaidia mwananchi kama sisi wenye wa mama mboga, lakini hatujaona matumaini kwa wa mama mboga hmm. Sasa hivi tuna pengine tutarajie, pengine atatuinua sisi wa mama mboga eh. Kwa maana saa hii maisha yanaendelea kuwa magumu zaidi. Alituambia barabara kama hii barabara yetu hapa, mvua ikinyesha hapa, waona hapa maji yanajaa mpaka dukani. Sasa hapa tuna shida kweli. Ah, vile walisema watajenga hii mtaro mtaro, maji ikinyesha mvua kidogo, maji yanaingia mpaka ndani. Mimi kama juzi nimepoteza unga bandari ya maunga ya mchele nini, ziliharibika zote sasa hapa kumekuwa kubaya sana, hivyo tunatarajia pengine watusaidie, watuletee manyini, watu wa barabara wajenge, at least hiyo maji ikuwe ki ikienda. Uh, sioni kibaumbele, naona mambo yote yanarudi tu kuwa, kurudi nyuma tu eh. Sioni yakiwa yako sawa. Pasaka hii ni ngumu sana, hata hakuna yoyote, hakuna kusafiri. Tuko tu tunatarajia pengine tupate wawili watatu wanunue. Saa hii uchumi ni mgumu, hata watoto wetu kurudi shule inakuwa ngumu, ile kutarajia tutapata school fees ya kutosha, haitoshi. Ha, mimi naitwa Ibrahim Karisa, mimi ni mkawaji wa Shanzu Uh, Mombasa kaunti. Lakini la kushangaza ni kwamba wakati wanasiasa wanakuja kuomba viti vyao, waga, wanakuja kutuahidi vitu ambavyo baadaye inakuwa ni raw deal, maanake havitimii. Tunatafuta kila njia, tukijaribu waweze kutuelewa, hawatuelewi. Kama hapa mahali tupo sahihi, ni sehemu ambao abiria wengi ambao ni wakazi wa kutoka Bamburi mpaka Kisauni wanafanya kwenye makazi yao Mtwapa mpaka Kikambala Ndia. Wanapandia hapa tuktuk, lakini ikifika wakati kiangazi ikiisha ikiingia mvua, imebidi abiria ana shida, tuktuku zina shida, na tuko na MCA hapa, hatujui kazi yake sasa ni gani? Maana yake ni ya kutujali masilaha yetu kama ya barabara, hata magari yanaumia yanakufa manjiani kwa sababu Barabara, ukiangalia kama hivi kweli, ni haki ati tuko na MCA, na Wachina wako hapa wanatengeneza barabara, kwa nini wasiunganishe hapa? Kwa mimi kwa kusema ukweli, hata na niaba ya watu wa Shanzu, ama hii Mombasa County, hakuna vile tutasherekea. Huwezi sherekea ukiwa na matatizo mtu oh, sherekea akiwa oh, na raha, si ni kweli? Sasa mimi nitasherekea akiwa mtoto wangu analala wa njaa gari yangu imevunjika mahali. Okay, mimi ni coordinator, sina gari na, na lodi watu hapa, lakini abiria atapanda wapi kama gari itakuwa imevunjika? Kwa sababu ya barabara, bado tuna vitu tunahitaji hapa. Tukiingia hapa kujaza siati, maendeleo yetu ni kutaka kujaza mpaka, end of the day no, tunaangalia pia kesho, pia sisi tuweze kuwa madraiva, kuna opotuniti zinatokea Hatuhusishwi, tutafanya nini? Mama mazetu ndio wanatuuzia vitu hapa pia. Haiwezekani juu serikali inakuja ipate ushuru wao na haitajali sisi tunapata nini, ama sisi tutaishi vipi, ama watoto wetu wataishi vipi? Hilo ndo jambo ambalo, nikisema ukweli, ni la kukasirisha. Hatuna otherwise mambo kama haya ni mzuri sana mkapo tufikia huku mashinani the people where they are ndio hiyo, mmefanya umefanya poa sana, kwa sababu hata hivi sa ni ujumbe tunatuma, kama kuna mwenye kutekeleza, tutekelezee. Haiwezekani atujibu. Kesho akirudi kuomba kura, tumweleze aheri aondoke, tutafuta yule ambaye anaweza tusaidia. Asante. Ni lea nyokabi mkaji wa Pashanzu. Na hii Pasaka siwaipokelea vizuri, ingawaje sasa barabara inaleta shida na sasa kama sasa hivi waona watu wengi wanasafiri, ni Pasaka, wanakuja manyumbani kwao huku Shanzu Bamburi, lakini barabara yeah, ni mbovu. Ona sasa inakos jam, ona private cars yeah, ni mingi, tuktuk, uh, pikipiki zinasongamana, unakuwa barabara ndogo kama hii. Kwa nini yeah, barabara yeah, ni mbovu? Hii itakosa accident because hata pikipiki pale mbele itaanguka, itagongwa ya yeah. so tungependa watu angalie hapo na waweze kufanya marekebisho hapa, ndio hii kitu iwe laini. ah. Ekonomi imekuwa mbaya kwanza, sasa hata hatuna mambo mengi, twende kanisani tuombe, lakini mambo ya sherehe hizo kubwa kubwa tulikata kwanza kwa sababu chumi imekuwa mbaya kabisa, tumeangaishwa sana. Sasa hii tunaangalia watoto wanarudi shuleni, so hiyo mambo mingi sherehe ni nini? ni just go to church tuombe Mungu tusherekee Yesu. Ndio hivyo. Ningewaomba waweze kutimiza ahadi zao. Wakiomba kura, wanakuja wanatia ahadi nyingi, watu wanawapa kura wakiwa na expectations nyingi, lakini wapi wakishapata tu kura zao, wao wanaenda wanakula mshahara yao, wanaacha wananchi hapa wanaumia wenyewe. Ningependa waangalie wananchi na macho ya huruma, na wawe na utu, na wawe watu wa kutimiza ahadi zao, watimize ahadi zao. Barabara ni mbovu, waje watengeneze Shanzu.